Karibu tena kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali unapopata elimu ya kweli mitaani. Leo tutazungumzia mboga moja ya ajabu, beetroot. Je, unajua kuwa beetroot inaweza kusaidia kuongeza damu, kushusha presha, hata kusaidia ngozi yako kung'aa? Hebu kaa vizuri, tujifunze faida kumi kubwa za beetroot kwa afya ya mwili wako. Betruti ni chanzo kizuri cha madini ya iron, madini ya chuma, ambayo ni muhimu kwa kutengeneza hemoglobin kwenye damu. Kwa watu wenye upungufu wa damu anemia, kunywa juisi ya betruti au kula betruti mara kwa mara inaweza kusaidia sana kuongeza damu na kuimarisha afya. Betruti ina nitrates asilia ambazo hupanua mishipa ya damu. Hii husaidia kupunguza presha ya damu kwa asili bila kutumia dawa. Utafiti umeonyesha kuwa unywaji wa juisi ya betruti unaweza kusaidia watu wenye presha ya juu. Kwa wale wanaopenda kufanya mazoezi au kazi nzito, betruti ni msaada mkubwa inasaidia kuongeza mzunguko wa damu na oksijeni kwenye misuli, jambo ambalo huongeza nguvu na uwezo wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka. Ini ni kiungo ki muhimu sana cha kutoa sumu mwilini. Beetroot husaidia ini kufanya kazi hii vizuri zaidi kwa kusaidia kuondoa sumu na ku na taka mwilini. Unywaji wa juisi ya beetroot husaidia kuimarisha afya ya ini kwa muda mrefu. Kwa watu wenye matatizo ya choo kigumu au tumbo kujaa, beetroot ni suluhisho. Ina faiba nyingi zinazosaidia chakula kusagwa vizuri na kupunguza matatizo ya tumbo. Ngozi yenye afya kuanzia ndani ya mwili betruti husaidia kuondoa sumu mwilini na kusafisha damu. Hii huchangia ngozi kuwa laini yenye kung'aa na isiyo na chunusi. Betruti huongeza mzunguko wa damu hadi kwenye ubongo. Hii husaidia kuimarisha uwezo wa kufikiri, kumbukumbu kumbu, na hata kuzuia matatizo ya kupoteza akili kwa wazee kama dementia. Betruti ina chanzo kizuri cha vitamin C, folate, potasium, magnesium na fiber. Virubutisho hivi ni muhimu kwa kinga ya mwili, afya ya moyo na mifupa imara. Kwa wanaotaka kupunguza uzito, betruti ni chakula kizuri sana ina kalori chache lakini inakufanya ushibe kwa muda mrefu, hivyo inapunguza hamu ya kula ovyo ovyo. Betruti hutumika pia katika tiba asilia kusaidia matatizo kama kisukari, uchovu wa mwili, maumivu ya hedhi kwa wanawake na kuboresha afya ya moyo. Betruti. Kwa hivyo hujawahi hu kula betruti S, sasa ni wakati wa kujaribu. Unaweza kuchemsha, kutengeneza juisi au kuiongeza kwenye saledi zako. Je, yeah. Umewahi kutumia betruti ili kusaidiaje? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili usipitwe na video nyingine kama hii. Hii ni yanayojiri mitaani TV, tunakuletea elimu ya afya na maisha mitaani. Tutaonana kwenye video inayofuata. Hii ni yanayojiri mitaani TV.